Nchi ya Iran ilifanikiwa kufanya mashambulizi ya kulipa kisasi kutokana na kile ambacho kimefanywa na nchi ya Israel katika alfajiri ya siku ya Ijumaa. Mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Iran ni mashambulizi ambayo tunayaweza au tunaweza kuya frame katika njia mbili au kuyatengenezea umbile katika njia mbili. Njia ya kwanza ilikuwa tunasema ni psychological frame, na njia ya pili ni strategic frame tukisema psychological frame maana yake ni njia ya kisaikolojia. Iran walifanya mashambulizi ndani ya masaa 24 baada ya wenyewe kushambuliwa alfajiri, kufikia jioni na wenyewe walijibu mapigo. Lengo kubwa tunaona ilikuwa ni kujaribu kupoza madonda ya kisaikolojia ya wananchi, pamoja na watu ambao bado wana imani na nchi ya Iran. Lakini ukiachilia mbali hapo, ilikuwa ni majibu kwa hotuba iliyotolewa na Benjamin Netanyahu baada ya mashambulizi kufanyika ya nchi ya a uh, Israeli kushambulia Iran, Benjamin Netanyahu alitoa hotuba fupi ya dharura. Hotuba yake ilifocus katika vitu kama vitatu kama malengo mama ya mashambulizi yao ndani ya Iran. Jambo la kwanza lilikuwa ni kuharibu uh, uwezo wa mfumo wa kiatomic ambao unaratibiwa na nchi ya Iran, ambao lengo lake kubwa Iran wamekuwa wakizungumza ni kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu ya kijamii ya kawaida. Kwa hivyo mashambulizi yaliyofanyika katika sehemu kama za Natanz, na baadaye yakafanyika pia katika baadhi ya sehemu nyingine kama za za Fordo na baadhi ya miji mingine, actually inaonekana the main target au target kubwa ilikuwa ni kwenda kudisrupt mifumo ya kia atomic, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine liliweza kuleta athari, pamoja na kwamba si athari kubwa ya kiwango cha kuizuia Iran kuweza kuendelea na program zake, kwa kuzingatia kwamba program husika nyingi ni program ambazo ziko chini ya ardhi. Kwa hivyo madhara yaliyotokea juu kama na tanzi imeshambuliwa takriban na mara tatu, lakini madhara yaliyotokea juu bila shaka ni madhara ambayo hayawezi kufanya program ikashindwa kuendelea. Lakini lengo la pili ambalo alitaja Benjamin Netanyahu ya, ya mashambulizi yao ilikuwa ni kuharibu uwezo wa kibalastik wa nchi ya Iran, maanake kuharibu mifumo ya zile tunaita uh, balastic missiles kuharibu mifumo hiyo na ndio maana inaonekana kwamba wanajaribu kutarget katika baadhi ya mifumo ambayo au katika baadhi ya maeneo ambayo kuna system ambayo zina support uh, ballistic missile system. Lakini jambo lingine ilikuwa ni kukusudia kuiamsha jamii ya, ya Iran ili iweze kureact dhidi ya utawala ulioko, utawala ambao uh, actual umekaa katika muundo ambao Uh, system ambayo inajulikana kama wilayatul faqihi. Wilayatul faqihi maana yake ni mfumo ambao supreme leader, yule kiongozi wa juu hasa anakuwa ni kiongozi wa dini, na kisha baada ya hapo ndio wanafuata viongozi wengine kama marais na mfano wake. Mfumo ambao kiasili actually uliratibiwa kwenye mwaka 1978, kipindi cha Ayatollah Khomeini baada ya kufanyika mapinduzi ya kuangusha ufalme ya ndani ko cha kwanza, silaha zilizotumika kushambulia ndani ya Israel hasa ni ballistic missiles, ukiachilia mbali drone na vitu vingine ambavyo vilitumika hasa kwa ajili ya kufanya saturation, kwa ajili ya kufanya mifumo ile ya kujilinda iweze kuwa diluted, ilainike kuruhusu silaha ziweze kuingia, lakini silaha zilizoingia na kuleta madhara hasa ni ballistic missiles na hasa zilitoka katika miji tofauti tofauti, miji ambayo Israel walifocus katika mashambulizi yao. Kwa hiyo ilikuwa ni jibu kumfahamisha Benjamin Netanyahu na jeshi la IDF kwamba kile mlichokusudia kwenye kufanya destabilization au kuvuruga mifumo ya kibalastiki ya nchi ya Iran halijafanikiwa na ndio maana tumeshambulia ndani ya nchi yenu kwa kutumia ballistic missiles. Hiyo ni pointi ya kwanza, lakini pointi ya pili ilikuwa ni katika upande wa uh, zile nuclear sites, kwamba mashambulizi ya Iran kuharibu uh, uh, mifumo ile ya zile nuclear sites ni jambo ambalo kwa hakika halijafanikiwa, hasa kupitia hata ripoti ya International Atomic Energy Agency kwamba mashambulizi yaliyofanyika wamelani kwamba imefanyika katika maeneo ya nuclear site ambako kawaida haidosi kufanya hivyo, lakini hakuna madhara makubwa ya kiwango hicho ambayo yanaweza yakaelezwa ya kiasi cha kustopisha program iliyopo e stop, na ndio maana mwisho wa siku bado Marekani imekuwa ikisisitiza Iran ikubali kuingia kwenye makubaliano ya kusitisha programu yake ya nuclear, na hii ni kuonyesha kwamba maana yake programu ya nuclear bado haijaathirika kiasi cha kusema kwamba uh, kwa sasa Iran imefikia katika pointi ya mwisho, hawezi tena kuendelea, kuendelea na mpako wake. Lakini jambo lingine ambalo tumeliona la uh, kisaikolojia ambao limetibiwa na mashambulizi haya ni reaction ya wananchi wa Iran. Wengi walijitokeza mitaani kuunga mkono na kuitaka serikali yao ifanye revenge, ifanye retaliation, ijibu mapigo ya kile ambacho Kilikuwa kimefanywa na na, na na nchi ya Iran na nchi ya Israel. Na bila shaka imefanyika hivyo, na ziada ya hapo ni kurudishwa tena katika mifumo mifumo ya kiulinzi ya nchi ya Iran ambayo inaonekana ilikuwa imekuwa hadi maana yake, kwa intelligence ya Israeli iliweza ku destabilize mifumo ya kujilinda ya nchi ya Iran kiasi ambacho waliweza kufanya mashambulizi mengi katika alfajiri ya siku ya Ijumaa. Lakini kilichofanyika ndani ya masaa kadhaa uh, jeshi la Iran waliweza kurudisha mifumo tena ikawa active, na kisha baada ya hapo ikawa inazuia uh, baadhi ya tena makombora mengine yaliyokuwa yanakuja katika katika wakati wa jioni. Yote ilikuwa ni move ambayo ilikuwa lengo lake kubwa hasa ilikuwa ni kurudisha confidence ya wananchi uh, kwa serikali yao na kwa jeshi lao, na ndio vile vile ilikuwa ni hotuba iliyotolewa na Masudi Pezeshkian, rais wa nchi ya Iran. Pia lengo lake ilikuwa ni hilo tu, kwamba uh, kusitiza wananchi kuendelea kuwa na imani na serikali yao, kwamba serikali yao itachukua hatua, na ndio hicho ambacho kimejaribu kufanywa na jeshi la la, la, la, la la Iran kwenye kujaribu kujaribu kutengeneza ile saikolojia ambayo ilikuwa inataka au ilikuwa inakusudiwa kuharibiwa na mashambulizi ya nchi ya, ya Israel, au kama vile alivyozungumza mwenyewe Benjamin Netanyahu, ile ilikuwa ni katika upande wa kwanza wa psychological move ambayo ilikuwa imefanywa na jeshi la Iran. Lakini upande wa pili, mashambulizi yaliyofanyika kwenye kushambulia katika nchi ya Israel yalikuwa yamekusudia zaidi ku, uh, katika upande wa, wa kimkakati maanake strategic move ilikusudia zaidi katika kuonyesha uh, athari za kimkakati au uwezo wa kuweza kufanya baadhi ya mipango ya kimkakati katika upande wa mashambulizi. Natuzungumzia upande wa kimkakati kwa sababu uh, katika maeneo mengi ambayo ameshambuliwa ndani ya Israel ni maeneo ambayo actually ni ya kimkakati na hasa eneo la Kiria. Unapozungumzia eneo la Kiria, unazungumzia ni makao ya jeshi, makao makuu ya jeshi maku ya, ya nchi ya Israel unapozungumzia Kiria unazungumzia ni uh, makao makuu ya wizara ya ulinzi ya nchi ya Israeli. Eneo la Kiria ndio moyo wa saikolojia yote ya ulinzi na saikolojia ya kufanya mashambulizi ya nchi ya Israeli. Maanake unapo e, ishambulia Kiria, maanake unakuwa umeshambulia moyo wa Israeli katika upande wa kufanya defensive na offensive kwenye upande wa kufanya ulinzi na kufanya mashambulizi, kwa sababu Kiria ndiyo command center, ndiyo sehemu ambayo maelekezo yote yanatoka hapo. Ikiwa kuna operation ya namna yote ambayo Israel wanaifanya basi maelekezo kwa hakika yanatokea Kiria, na Kiria ni sehemu ambayo iko well protected, ni sehemu ambayo ina ulinzi mkali sana Siyo tu ulinzi wa wanajeshi, lakini vilevile vile mifumo yote unayoifahamu hyo ya, ya Israel ya kiulinzi inapatikana pia katika eneo la Kiria. Maanake ukizungumzia kuanzia David Sling, ukizungumzia uh, Arrow System, ukizungumzia Iron Dome, zinapatikana katika eneo la Kiria. Lakini hata ile mifumo ambayo wakati mwingine inaombwa kutoka katika nchi nyingine, mifumo kama ya, ya Patriots, au third system ambazo ni mifumo ya, ya Kimarekani pia inapatikana katika eneo la Kiria. Maana yake ulinzi katika eneo la Kiria ni ulinzi mkubwa sana. Kwa hiyo kitendo cha Iran kushambulia katika eneo la Kiria ilikuwa ni kupeleka meseji kubwa kwamba tunaweza kushambulia mahala kokote na wakati wowote, pamoja na kwamba ilikuwa kuna defensive system kali, lakini inaonekana kuna uh, system ilitumika aidha ya kupeleka drones nyingi ili kuweza ku security system maana yake kuilainisha ile system ili kuweza kuruhusu attacks ziweze kuingia katika eneo katika eneo la la kiria. Pamoja na kwamba uh, kuna baadhi ya mazungumzo ambayo yamekuwa kuzungumzwa na Israeli yenyewe kwamba mashambulizi hayakwenda moja kwa moja ndani ya Kiria, yalikwenda katika uh, ule mnara wa wa uh, magnata ambao unapatikana pale katika katika uh, ofisi ya ya ya ya makao makuu ya Kiria lakini actual ni Kiria yenyewe imeshambuliwa kwa ushahidi uliokuwa wazi, kwa hiyo ilikuwa ni kupeleka message ya moja kwa moja, kwamba tuna uwezo wa kushambulia mahala popote na wakati wote tunaotaka. Kama tumeweza kushambulia katika uh, bezi au katika makao makuu ya jeshi, maana yake tunaweza kushambulia sehemu yoyote, na ukizingatia makao makuu ya jeshi ya Israel, ni makao makuu ambayo yanalindwa kwa kiwango kikubwa. Lakini jambo lingine ambayo inaonekana katika movie iliyofanyika katika mashambulizi ya Kiria, hasa lengo lake ilikuwa ni kujaribu ku neutralize, kujaribu ku, uh, nyong'onyesha mfumo wa mashambulizi ya, ya Israel kwa sababu Israel baada ya kufanya mashambulizi siku ya jana asubuhi, walichokuwa wanaamini ni kwamba system ya ulinzi ya Iran ipo wazi kwa sasa, kwa hiyo wanaweza wakaingia na kutoka vile wanavyotaka. Kwa hivyo licha ya kuamsha mifumo ya kiulinzi ndani ya Iran, walichokifanya cha pili ilikuwa ni kuhakikisha wanapiga katika command center, ili kudestabilize, ili kuvuruga mfumo wa jeshi katika kutoa komandi zake katika upande wa mashambulizi, unless otherwise iwe labda ni senta zingine ndo ziweze kuratibu hayo maelekezo, lakini kutoka katika komandi senta ya kiria, maanake hilo jambo liweze liweze, tunaweza tukaona kwamba mifumo ya mashambulizi imebadilika kiasi fulani, haiko tena katika ule muundo wa mwanzo, pamoja na kwamba ku, ku, kwa uh, mpaka sasa hivi bado pamekuwa kuna mashambulizi katika miji kama ya Tabriz katika miji kama ya Huramabad au Kermansha ambayo mingi inapatikana katika upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Irani, amka kuna mashambulizi ambayo yamekuwa yakienda na baadhi ya mifumo ile ya, ya kujilinda imekuwa ikifanya kazi ya kuzuia hizo baadhi ya attack. Lakini kuna mabadiliko makubwa baada ya kushambuliwa katika eneo lake. Lakini kwa ina maana ilikuwa ni strategic move. Ilikuwa ni move ya kimkakati kwamba tushambulia mahala gani ili tuweze neutralize kwanza aina hii ya mashambulizi na kisha baada yake tuweze ku build up tuanze kutengeneza mifumo yetu taratibu, taratibu. Kwa hiyo ndio maana inaonekana kama baadhi ya mashambulizi hasa yalielekea katika maeneo ya Kiria na baadhi ya intelligence center ambapo ambazo zinapatikana katika mji katika mji wa Tel Aviv. Ukiachilia mbali hapo uh, mashambulizi mengine yanaonekana yamepelekwa zaidi katika upande wa airbase. Katika upande wa bezi za anga za nchi ya ya, ya Israel na kuna maslahi makubwa ambayo yanaonekana yalitazamwa na nchi ya Iran. Kwanza inaonekana kwamba walijaribu kuangalia ndege ambazo zimefanya mashambulizi zimetokea katika maeneo gani. Kwa hiyo ndio maana inaonekana kwamba walishambulia katika ya bezi ya, ya Telnof ambao inapatikana kidogo kusini mwa mwa mwa, mwa Tel Aviv ambao bezi hii ya Telnof maanake ni bezi ya kwanza ya anga ya nchi ya Israel, ndiyo bezi ambayo uh, training nyingi na majeshi ya nje kama Marekani, Uingereza wapa wanaofanya na Israel katika upande wa anga mara nyingi wanafanyia katika sehemu ya ya, ya, ya Telnof lakini vile vile uh, kuna bezi ya Opodo ambayo inapatikana karibia na Eilat, bandari ya Eilat katika upande wa juu kidogo, maanake kuna bezi ambayo vile vile inaonekana. Lakini vile vile walichambulia katika upande wa Nevatim airbase. Kizungumzia Nevatim airbase ni airbase kubwa inayopatikana katika upande wa Negev Desert, ukizungumzia okay, Nevatim uh, airbase ni airbase ambao vile vile inalindwa zaidi kwa sababu imekuwa connected na uh, kule Marekani katika airbase ile Nevada, ambayo ni airbase kubwa sana, imekuwa connected na ni airbase hii Nevada airbase. Ni airbase ambao vile vile ina ndege kama zile za F35 ambazo za, za, za, za, za, za Marekani, wakati mwingine katika eneo la mashariki ya kati huwa zinakaa katika eneo la Nevatim. Kwa hiyo ulinzi vivi katika upande wa Nevatim ni mkubwa sana, lakini inaonekana kuna mashambulizi yamefanyika huko na kuna madhara ambayo vile vile yametokea katika upande wa Nevatim, Nevatim airbase. Uh, okay, achilia mbali hapo vile vile inaonekana kwamba kuna mashambulizi yamefanyika katika eneo la Dimona. Uh, wanapozungumzia Dimona maana yake unazungumzia ni nuclear uh, center The biggest nuclear center ya yeah, yeah, Israel uh, moja katika nuclear center kubwa ya yeah, Israel, au uh, nuclear base kubwa ya yeah, Israel ambayo uh, inapatikana pia katika katika jangwa uh, la Negev a inaonekana kwamba kuna mashambulizi ambayo yamefanyika, ukiachilia mbali mashambulizi mengine ambayo, ambayo yameweza kuleta madhara katika upande wa raia. Maana yake kuna watu takriban 40 mpaka 50 ambao wamepaswa kupata madhara kulingana na aina ya mashambulizi ambayo yamefanyika na madhara namna hii, actually madhara ambayo yanaonekana kwamba yako both side katika upande pande zote mbili yamekuwa ya, ya, ya kujitokeza pamoja na mazungumzo ambayo yamepita katika Umoja wa Mataifa, ikionekana kwa kwamba nchi nyingi zinasisitiza kwamba watu warudi chini, wakae chini, wazungumze wafanye hivyo lakini inaonekana kwamba hii inawezekana ikawa ni mwanzo wa kuelekea katika vita kubwa katika eneo la mashariki. Israel waziri wa ulinzi wa nchi ya Israel nimezungumza kwamba iwapo Iran wataendelea kufanya mashambulizi basi watahakikisha kwamba Iran yote tunaiongoza. Ni kauli za neno zimetoka. Lakini vile vile katika upande wa Iran wametoa kauli kwamba iwapo nchi yote itaisaidia Israel kwenye kujilinda, maana yake ukizungumzia Marekani, Uingereza na nchi nyingine za Magharibi, Iran itahakikisha sio tu bezi bali vile vile na meli zao wanakwenda kuzishambulia. Moja kwa moja. Kwa hiyo kuna kauli za namna ambazo zimekuwa zikitoka, ni kauli ngumu ambazo hazionyeshi kwamba mpaka sasa hivi kuna solution yoyote ambayo inakaribia kufikiwa ya kujaribu kuweka sawa haya mambo. Msimamo wa Marekani pamoja na kwamba amewasiliana na nchi kama za Qatar na nchi kama za uh, Saudi Arabia, bado msimamo wake ni kwamba uh, Israel inatakiwa isaini uh, makubaliano ya kuhusiana na programu yake ya nyuklia jambo ambalo waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya, msemaji wa waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, mmoja katika kauli ambayo amezitoa anasema kwamba makubaliano ya masuala ya nyuklia hayana maana ikiwa kwamba uh, Marekani anajaribu kutumia uh, tunasema kama nile delaying tactics, ni kama mbinu ya kuwazubaisha Uh, wa Iran na kisha baada ya hapo, nyuma ya pazia Israel anakuja anafanya anafanya mashambulizi, ni jambo ambalo uh, bila shaka wanaona kwamba haliko sawa. Kwa hiyo hatuna hakika sana kama mazungumzo ya Jumapili baina ya serikali ya Iran na serikali ya, ya Marekani uh, kiongoza na Steven Witkoff kwenye kuzungumzia masuala ya, ya, ya nuclear kama jambo hili litafanikiwa kulingana na tension iliyopo hivi sasa katika pande zote mbili na hususa ikiwa senta ni nchi ya Irani yenyewe. Kwa hiyo tunachokiona mpaka sasa hivi ni kwamba kuna uwezekano mkubwa yakaja ya mashambulizi mengine ambayo yakawa ni makubwa zaidi katika pande zote mbili. Kuna uwezekano mkubwa uh, pakaja mashambulizi mengine ambayo yakawa ni makubwa zaidi, kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi inaonekana kwamba Israel amekuwa akiendelea kutuma baadhi ya mashambulizi aidha ya drone au vipi, wamekuwa wakijaribu kushambulia katika baadhi ya miji, mashambulizi ambayo kwa upande mmoja au mwingine yamekuwa hayana athari sana, pamoja na kwamba katika usiku wa jana kuna mashambulizi ambayo yaliweza kuleta athari kwa upande mmoja au mwingine, hasa katika mji wa Tehran katika eneo la uh, Mihramabad mi, kwenye ile airport ya Mihramabad ambayo ni airport kubwa pale katika eneo la Tehran ilionekana kwamba kuna ndege ambazo zilipata madhara kwa upande mmoja au mwingine, kwa hiyo bado update zimekuwa nyingi ambazo kwa upande mmoja mwingine wakati mwingine zinahitaji kidogo uh, utulivu ili kuweza kuspeculate au kuweza kutambua kwamba uh, mwisho wa hili endgame yake hasa inakuwa ni, ni ipi, na pande zote mbili zimejiandaa kwa kiongo gani kwa kile ambacho wanakusudia kukiendea. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kufuatilia zaidi na kuona kama tunaweza tukapata uh, taarifa na uchambuzi ambao ulikuwa ni bora zaidi ya huu ambao tumekuletea, tukitaraji kwamba kwa hiki ambacho tumekuletea utakuwa umepata faida kwa upande mmoja au mwingine.